Siwezi kuwa specify kwa muda huu kwa sababu mambo ni mengi tayari. Kuna mwanafasi anaitwa Ngugi Ngugi wa wa Thiong'o? Thiong'o, eh, namjua. Yeye yeye Ngugi wa Thiong'o mjua... yupo hai au bado au? Ah, mimi najua kashafariki, minajua ashakufa kitambo, kwa sababu hata hivyo vitabu yani vimeandikwa miaka mingi iliyopita. Ngugi wa Thiong'o, Ngugi wa Thiong'o anaweza kawa amesha fariki au sasa, mm, sijajua kwa sababu ni mambo ya past kidogo, sijajua maybe atakuwa alive or not. Sana. Ni mwandishi kutoka nchi gani? Kutoka ah, jamani. Nchi nish sh ni wa Tanzania? Si Mtanzania. Kwa nini si Mtanzania? Kwa sababu uandishi wake ni, ni, ni, ni, ni, ni wa kitofauti na nanaweza me... kusema hivyo labda. Ngugi wa Thiong'o. Ni mwandishi wa nchi gani? Uganda. Ah, sina uhakika kwa sababu hata kitabu chenyewe tuisoma kuandika kwa kwamba amefariki au hamna. Black Hermit ni mtawa mweusi. Nani kaandika? Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa nchi gani? pia ni wa, wa Uganda, Uganda. Ameshafariki au yupo hai? Historia ya yes, yake kufariki au ya kufuatilia. usha kujiuliza Ngugi wa Thiong'o yupo hai au kashafariki? Ngugi wa Thiong'o, siwezi kujua kama yuko hai, kwa mimi naweza nikasema angekuepo yuko hai tungekuwa tunamsikia mpaka sasa hivi. Ngugi wa Thiong'o, ushawahi kuhadithiwa kuhusiana na historia yake? Ndio. Anahusianaje yeye? Kafariki. E, yeye kafariki jana yeah. Kafariki jana. Umejuaje kama kafariki? Kwenye mtandaoni. Wali, watu wengi wanasema alifariki muda mrefu sana, hapana wala kusia alikufa jana. Kweli amefariki jana? Umepataje taarifa kwamba Ngugi wa Thiong'o amefariki? Hii taarifa ni mimi nimeipata kwenye Wasafi Media ambapo e, eh, ndio nilipoona huko. Umemfuatilia e, kujua hata historia yake? Hapana, sijamfuatilia. Unamjua tu kama Ngugi wa Thiong'o. Ndio, namjua tu kwa sababu nilisoma vitabu vyake basi. Bwana ametoa, Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Kwa sasa ndiyo inavyozungumzika nchini Kenya, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Alikuwa gwiji wa fasihi. Ndiyo, ni gwiji wa fasihi, kwani hakuna ambaye hajachukua kilichokuwa kichwani mwake kupitia vitabu vyake vya fasihi kama I Will Marry When I Want, na vingine vingi. Usifikiri kwamba humfahamu, kwani hata wewe umechukua kilichokuwa kichwani mwake alichokiwasilisha kwa kutumia kalamu yaani uandishi wa vitabu vya fasihi kama riwaya na tamthilia. Kalamu ya uandaji na sauti ya usimuliaji ni yangu Hamza Msaji, na hii ni Morning Launch. James Githuka Ngugi, Gwiji wa fasihi maarufu, Ngugi wa Thiong'o alizaliwa Januari 5, mwaka 1938, katika kijiji cha Kimilithu kaskazini mwa Nairobi nchini Kenya kama mmoja wa watoto watano wa mke watatu wa baba yake. Alipata elimu ya kikoloni na hapo awali alijulikana kama James Thiong'o. Alianza kuonyesha kipaji chake akiwa mtoto, alipoweka hadithi za mdomo alizozisikia kutoka kwa familia katika insha ya shule iliyosifiwa sana. Alianza kuandika rasmi akiwa mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Makerere, Uganda alikutana na mhariri wa jarida la chuoni na kudai kuwa ana hadithi ingawa hakuwa ameandika hata moja. Aliandika kazi moja na ikachapishwa, ndipo safari yake ya fasihi ikaanza rasmi. Katika mkutano wa waandishi Afrika mwaka 1962, Ngugi wa Thiong'o alikutana na Chinua Achebe ambaye alimtia moyo kuwasilisha riwaya zake mbili za kwanza Weep Not, Child na The River Between ambazo zilichapishwa miaka michache baadaye. Mbali na kuwa mwandishi, Ngugi pia alikuwa mpiganaji wa haki na msomi aliyekuwa mstari wa mbele kupigania matumizi ya lugha za Kiafrika katika uandishi wa kazi za fasihi. Alifungwa jela katika miaka ya 1970 kwa sababu ya kazi zake za kisanii zilizokuwa zinaikosoa serikali ya Kenya na baadaye akaishi uhamishoni kwa miongo kadhaa. Hata rais wa zamani wa Marekani Barack Obama aliwahi kumpongeza kwa uwezo wake wa kuonyesha jinsi historia inavyobadilisha maisha na uhusiano wa watu binafsi. Hata hivyo, Ngugi wa Thiong'o, mafanikio yake halisi yalikuja alipokuwa mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Leeds, Uingereza, ambapo aliguswa sana na kazi za waandishi wa Karibian kama George Lamming. Hapo ndipo aligundua kuwa fasihi inaweza kumwakilisha moja kwa moja na akaanza kuandika kwa sauti yake binafsi, kupambana na mfumo wa ukoloni na kupigania lugha za Kiafrika. Mnamo miaka ya mwishoni ya 1960, Ngugi aliachana na jina lake la Kiingereza, akakumbatia itikadi ya kijamaa na akaanza kuandika kwa lugha ya Gikuyu kupitia riwaya yake ya A Grain of Wheat, alianza kushughulikia mada nzito za ukombozi, ukoloni mamboleo na uongozi wa Kiafrika uliopotoka. Mwaka 1977 tamthilia aliyoiandika kwa ushirikiano na Ngugi wa Mirii ya I Will Marry When I Want ilionyesha wazi ufisadi wa viongozi wa Kenya. Ilisababisha kukamatwa kwake na kufungwa kwa mwaka mmoja bila kufikishwa mahakamani. Wakati akiwa gerezani, aliandika riwaya ya Devil on the Cross kwa kutumia karatasi za chooni, ikiwa ni ishara ya dhamira yake thabiti ya kuendelea kuandika licha ya mateso. Alisisitiza kuwa uhuru wa kweli wa Kiafrika huwezi kupatikana kwa kutumia lugha za kigeni. Katika kitabu chake Ngugi wa Thiong'o cha Decolonising the Mind, alitetea kwa nguvu matumizi ya lugha za Kiafrika kama msingi wa ukombozi wa kiakili. Ngugi wa Thiong'o alisema katika kitabu hicho, ni nini tofauti kati ya mwanasiasa anayeamini Afrika haiwezi kuishi bila ubeberu na mwandishi anayesema Afrika haiwezi kufanya fasihi bila lugha za Ulaya? ndilo swali na tafakuri ambayo Ngugi wa Thiong'o alijiuliza hususan katika kitabu cha Decolonizing the Mind. Maisha ya uhamishoni, tishio la maisha na heshima yake. Ngugi alihamia Uingereza miaka ya F 1980 kabla ya kuelekea Marekani ambako alifundisha katika vyuo vikuu mbalimbali vikiwemo yale Northwestern na hatimaye chuo kikuu cha California Ivin. Huko alikuwa mkurugenzi mwanzilishi wa kituo cha kimataifa cha uandishi na tafsiri. Hata akiwa uhamishoni hakusalimika na mashambulizi. Mwaka 1986 alipokuwa Zimbabwe, maafisa waligundua njama ya kumuua iliyopangwa na utawala wa Rais Daniel arap Moi. Mwaka 2004 akiwa Kenya, alivamiwa na kupigwa huku mke wake akibakwa. Licha ya hayo, mwaka 2015 alikaribishwa rasmi na serikali ya Kenya chini ya Rais Uhuru Kenyatta, tukio ambalo Ngugi wa Thiong'o alilitafsiri kama mzunguko wa historia uliotimia. Ngugi aliamini kuwa maisha ni hadithi na kwamba kazi ya kuandika ilikuwa wajibu wake wa msingi maishani. Katika mahojiano na The Pen Review, alisema kuandika ni jambo ambalo lazima nifanye. Maisha yenyewe ni hadithi kubwa. Ndiyo nukuu ambayo Ngugi wa Thiong'o aliieleza katika mahojiano hayo maalum na The Pen Review. Ngugi wa Thiong'o, mwandishi maarufu na msomi kutoka nchini Kenya, amefariki dunia 28 20 Mei 2025 huko Buford, Georgia, Marekani, akiwa na umri wa miaka 87. Kifo chake Ngugi kimethibitishwa na mwanawe Nduku wa Ngugi ambaye amesema mwandishi huyo amefariki mjini Bedford, Georgia, ambako alikuwa akipokea matibabu ya figo. Ngugi alikuwa mmoja wa watu mashuhuri zaidi barani Afrika waliotumia kalamu kama silaha ya ukombozi wa kiakili na jamii. Ngugi alijulikana kwa kazi zake maarufu sana kama Petals of Blood, Wizard of the Crow na Decolonizing the Mind ambazo ziliweka msingi wa fasihi ya Kiafrika inayopinga urithi wa kikoloni. Kazi zake zilichunguza kwa kina historia ya Kenya kuanzia ukoloni wa Waingereza hadi utawala wa ndani uliojaa dhuluma. Pumzika kwa amani gwiji wa fasihi, Ngugi wa Thiong'o, daima tutakukumbuka.